Katika operesheni iliyofanyika eneo la Mlalakuwa wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, tuliwakamata Bright Malisa, Humphrey Safari, Novatus Kileo na Chriss Mandoza, wote wana umri wa miaka ishirini na sita, wakitengeneza biskuti za bangi kwa ajili ya house party ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Watuhumiwa hao walikutwa na biskuti mia moja arobaini za bangi, puli nane na paketi tisa za bangi zenye jumla ya kilogramu 2.858. Mamlaka inaendelea na uchunguzi zaidi kubaini na kuchukua hatua dhidi ya matumizi ya bangi kwenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji, vyakula, vipodozi na sigara za kielektroniki yani, vapes. Uchunguzi uliofanyika na mamlaka umebaini uwepo wa viambata vya bangi kwenye baadhi ya bidhaa hizo. Naendelea kuwaasa wananchi kutoa ushirikiano kwa mamlaka wanapoona bidhaa hizo kupitia namba yetu ya bure moja moja tisa.